K polisi wao wanatuma guns wanakuja kuchafua maandamano yetu. Sisi tunasema kwamba mtatuzie uoga. Nilimsikia Kimani chuma akisema kwamba sisi tukitimidetwa askari tutapigwa na hata Murkomen mwenyewe mkubwa wa security Kenya, anasema kwamba vijana wauliwe. tuchukue kura, watajua kwamba ni one time kweli. Wametuzoea sana bwana, wametuzoea sana sisi. Jenzi hatuna kazi, tunahangaika kila siku, hatuna kazi mpaka nini, na bado mnatuua. Tuueni sote basi, tuua bure. Kasongo, Kenya si yako, Kenya ni yetu. Tazama Anisa TV.